Si ajabu hapa nchini kusikia uh, migogoro ya ardhi katika maeneo mbalimbali, na pamoja na migogoro hiyo, ndani yake kuna kuwa na masuala ya ununuaji wa ardhi, na hasa ununuaji huo unapofanyika katika maeneo yasiyo sahihi na kusababisha migogoro kati ya muuzaji na mnunuaji. Sasa katika kulitazama hili eh, na pia kuzingatia wakati huu ambao tuko katika mvua za masika, tunaye hapa mtaalamu wa masala ya ardhi Tom Mkondya ambaye atatuambia zaidi eh, kuhusu maswala ya ununuzi na kwa pande zote mbili yani mnunuaji na muuzaji, ili kuepusha migogoro baina ya kundi hizi mbili. Tom, je, msogeze ua kwanza maana sisi ambayo amewahi kutukuta mm. tusije tukarudia mzima mzima kabisa. Karibu, asante sana Mkondya. Vipi? Asante sana ndugu yangu. Mungu, Mungu. inashukuru Mungu, si tulijua yanawakuta mm. wa, watu tu huko, na nyinyi amewakuta? Kumbe anatukuta bwana. Haya ni <laughs> ya watu wote. Kwa hiyo ninyi pia, kwa sababu ni watu na mnaishi kwenye ardhi hii ya mwenyezi Mungu mm. yanawakumba pia. Sasa unajua e, oyua kabla halija kukuta huwezi kufikiria hmm. Mtu kwa wakati huu hawezi kufikiria kama anaweza kwenda kununua ardhi hmm. inawezekana kwa kiasi gani? Kwanza lazima tujue kwamba, e, nimekusikiliza hapo unasema kwamba wakati huu ndo wa kununua ardhi hmm. E, muda msahihi wa kununua ardhi ni muda wowote ule okay. Lakini muda mzuri wa kununua ardhi ni kipindi hichi cha mvua kwa sababu kipindi hiki ndo utaona e, ardhi yako ikoje, inatuamisha maji inapitisha maji ni bwawa kama ambavyo tumeona mm. kwa hiyo kipindi hichi cha mvua ndo kipindi ambacho e, binafsi mimi mwenyewe napenda kununua ardhi au napenda kutembelea miradi ya viwanja mm. e, kwa sababu ndo kipindi unaona uzuri wa eneo E, kwa sababu wakati wa kiangazi maji yakikauka unaweza usione baadhi ya vitu kama hivyo mm. Lakini kipindi hichi cha mvua napenda kushauri watu, ndo kipindi cha kununua viwanja, lakini pia kama ulinunua ki, ki, kiangazi, hicho ndo kipindi cha kutembelea kiwanja chako au site yako. Lakini haya yote inaweza kawa ni mambo ya kawaida. E, au sio ya kuzingatia sana mm, lakini kubwa, kuna vitu vya kufanya unapotaka kununua ardhi. Huwa napenda kuwaambia watu kwamba e, unapotaka kununua ardhi kuna mambo matatu makubwa unatakiwa kuyajua. La kwanza unatakiwa la kwanza kujua kwamba e, nchini kwetu kuna okay, wamiliki, kuna makundi mawili ya wamiliki wa, wa ardhi mm. Kundi la kwanza ni watu ambao wanatambulika na serikali mm -hmm, kwa maana wale ambao wanahatimiliki na kundi la pili ni watu ambao hawatambuliki na mamlaka kwa maana hawatambuliki na serikali. Mm. Sasa kwenye haya makundi mawili, kundi la watu ambao hawatambuliki na serikali ndo kundi la wamiliki wengi wa vipande vya ardhi nchini kwetu. Kwa hiyo ni jambo la kwanza unatakiwa ufahamu. Hii ardhi inayotaka kununua, mmiliki e, wake yuko kwenye kundi lipi? Anatambulika na serikali au hatambuliki na serikali? Hilo ni jambo la kwanza. Ambapo kutambulika huko kwa maana kiwanja kimepimwa kimepimwa au kijapimwa, mm. kina hati au hakina hati. Hilo ni jambo la kwanza. Jambo la pili unatakiwa ujue kwamba eh, ardhi haifumbii kitu au ardhi huwa haimezi kamaliza. Leo hii ukiuziwa eneo la wazi, inaweza ikapita miaka mitatu minne mitano kumi ishirini thelathini itakuja kujulikana tu. Leo ukiuziwa eneo la mtu mwingine mm, itakuja kujulikana. Kwa hiyo kwenye ardhi tunasema, ardhi huwa haifumbii kitu. Ardhi ni kama bahari ambavyo, ukidumbukiza kitu, lazima utakikuta ufukweni. Ndo iko hivo kwenye kwenye bahari mm, na kwenye ardhi ndo iko hivo. Ndo hiyo unaweza ukushangaa mtu anasema huyu eh, amesema ni eneo lake, sisi tumezaliwa hapa. Ni kwa sababu ardhi ina muda wa kuchelewesha tu, lakini lazima kama kuna madudu yoyote yamefanyika, kama ulitapeli uliuziwa eneo la mtu, uliuziwa eneo la wazi au uliona wakabu, itakuja kujulikana kasa, ndo bayo ardhi. Ili, ili kuepuka ya, hilo ambalo umelizungumza, kwa sababu hmm, pia ni sehemu ya migogoro kati ya hmm, wanunuaji na wauzaji hmm, uh, mimi kama mnunuaji natakiwa kufanya nini hasa ili nisiingie kwenye mgogoro huo? Kabla ujanunua ardhi, mm. Kabla ujanunua ardhi hakikisha umepata majawabu ya maswali matatu kabla ujanunua ardhi hakikisha mm. umepata majawabu ya maswali, ya maswali matatu, matatu. Swali la kwanza mm. unatakiwa kujua eh, miliki halali wa hii ardhi ni nani. Swali la kwanza no. Kabla ujanunua ardhi mm. au ujajenga sehemu hakikisha umepata majawabu ya haya maswali matatu. Swali la kwanza miliki halali wa hii ardhi ni nani, ni nani? Jambo la pili ntakiwa ujue kwamba, swali la pili ntakiwa upate majawabu yake ni kwamba serikali imepanga nini hapa, au imeidhinisha matumizi gani kwenye hii ardhi? Ni ardhi ya makazi? Ni eneo la barabara? Ni eneo la biashara au eneo la hoteli? Serikali inasema nini kwenye hii ardhi, kabla ujanunua? Ndio hilo ni jambo ni swali la pili. Swali la tatu ambalo kabla ujafanya chochote, ntakiwa ujue hii ardhi haina mgogoro wowote. Unaweza kuwa unanunua ardhi, kumbe ni njia ya watu watu, majirani wanapitaga. Mm, unaweza kuwa unanunua ardhi, kumbe mwenzio alizidi kwenye kiwanja cha mtu Unazokawa nunua ardhi kumbe niya mirathi, sijui wamiliki wengine wako nje ya nchi, wengine wako mikoani huko. Kwa hiyo lazima ujue k okay, ardhi unataka kununua haina mgogoro wowote. Sasa ili upate majawabu haya yote, lazima ufanye uchunguzi wa hali ya juu, ufanye upekuzi, ufanye uhakiki wa kina, kwamba haya majawabu yake uyapate kabla ujaenda kulipia. Naam, utayapataje majawabu ya maswali yote matatu haya? Swali zuri sana. Hmm, utayapata vipi haya majawabu hmm. E, mchakato wa kununua ardhi ni mchakato ambao unahitaji muda, pesa na utaalamu. Mchakato wenyewe unahitaji muda, pesa, pesa na utaalamu. Sasa tuanze kwenye swali la kwanza, nitajuaje huyu ni mmiliki halali? Kwanza nilivyo, kama nilivyoeleza awali kwamba lazima ujue wa, makundi ya wamiliki wa, wa ardhi. Kwa hiyo mtu akikupeleka kwenye kiwanja kutazama Yo. lazima ujue umfanyie interview hmm. aliyekupeleka, yeye ni nani kwenye hiyo biashara, yeye ni dalali yeye ni mmiliki halali, hata kama ni kampuni. Kuna watu wanachanganya sana, kwa sababu nanunua kwenye kampuni, wakihisi wako salama. Sio kweli, inaweza kuwa hiyo kampuni imepewa huo mradi iuze, lakini kwenye kuuza haimpelekei hela mwenye kiwanja mm. Kwa hiyo inaweza kuwa kampuni pia ni, ni udalali wanafanya, labda wamepewa ili wauze kwa niaba ya mmiliki halali mm -hmm. Kwa unapopelekwa saiti, mfanyie uchunguzi au uh, interview huyu anayekupeleka, kwamba bana imewawekea kwa okay, e, yeah. E, kwa kwa kwa kwa kwamba lazima ufanye uchunguzi. Kujua, hichi kiwanja kina mkopo kina mkopo. Okay. Lakini ni, ki, ni kiwango kidogo chenya, uh, sana cha fedha mm, ukilinganisha na fedha ambazo unatoa kununua ardhi kabisa. Sasa watu wengi kwa sababu hawafahamu. Lakini hiyo huduma hiyo unayosema ya serikali ni kwa viwanja ambavyo vina hatimiliki tu. Okay. Ambapo sasa serikali si ndio inakuwa inawafahamu wamiliki, kwa hiyo inakuthibitishia huyu ndio mmiliki halali au si mmiliki halali. Mm. Hii hati ni original au si original. E, amepewa lini, ana mkopo, ana mkopo, anadaiwa na serikali kwa maana ya kodi ya pango la ardhi au hadaiwi. Mm. E, hiyo ni kwa kiwanja ambacho kina hatimiliki lakini kwa kiwanja hichi ambacho, eh, viwanja hivi ambavyo wamiliki wake hawatambuliki na mamlaka, ambao kimsingi ndo wamiliki wengi wa viwanja nchini kwetu, e, ni namna tofauti, lazima ufanye mm. Ndo kama hivyo, ukishaenda site utamfanyia interview kumuuliza bana, wewe umepateje hii ardhi? Umenunua, umegawiwa au umepewa au ulisafisha tu ukaanza kuishi? Kama ulinunua, nionyeshe nyaraka zako. Akuonyesha nyaraka zake za umiliki, uangalie vitambulisho vyake na nyaraka. Baada ya kufanya interview, utarudi mtaondoka site, rudi mwenyewe site. Hichi ni kitu watu wengi sana hawafanya, yeah. Hakikisha unarudi site wewe mwenyewe kwa ajili ya kuanza kuwaulizia majirani, jamani, nataka kuuziwa ardhi hii na Balkis, yeye ndio mmiliki halali, mnamfahamu? alipateje hii ardhi? Si, na utawauliza majirani wanaozunguka hiyo ardhi kwa wakati tofauti, alafu utaenda tena kwa mjumbe kwa wakati tofauti, lakini pia utaenda kwa mwenyekiti kwa wakati tofauti, utamalizia na kwa mtendaji. Alafu utalinganisha taarifa alizokwambia mmiliki alizokwambia au huyo dalali, lakini pia alizokwambia majirani, mjumbe, mwenyekiti na mtendaji, uangalie ukweli uko wapi. Au utaishia hapo, lazima ujue swali la pili ni kwamba serikali imepanga nini kwenye hiyo ardhi, imeidhinisha matumizi gani kwenye hiyo ardhi. Unaweza ukasema ni kiwanja cha makazi kumbe ni eneo la barabara. Wewe unasema hivi ni eneo la makazi, kumbe ni eneo la makaburi. Wewe unasema hivi ni eneo au shamba, kumbe serikali imeweka ni eneo la viwanda. Sasa utajuaje hilo? Hapo sasa ndo utaalamu unapokuja. Lazima uende kwenye halmashauri yako, ofisi za halmashauri au za ardhi, watafute wataalamu alafu wataalamu waende site wakachukue vipimo, alafu wakaangalie kwenye database ya wizara au kwenye kanzi data ya wizara inasema nini kuhusu hiyo ardhi. Hicho ni kitu watu wengi hawafanyi. Wa Tom, kuna kitu ambacho uh, kinatakiwa kufanyika lakini hak, hakifanyiki. Ndio. Bila shaka kuna hawa wataalamu wa ardhi kwenye halmashauri kwenye wilaya mpaka kwenye kata. Ndiyo. Hii hichi ambacho unakizungumza mm. wanakifikisha kisahihi kweli kwa wananchi? E, tuwe wa wazi na wakweli kwamba bado nchini kwetu elimu ya ardhi haijawafikia wananchi wetu wengi sana mm. na bahati mbaya ni kwamba hii ni elimu ambayo watu wote tunaihitaji, wenye mm. shule na wasio na shule, madaktari, wenye fedha na wasoma wenye fedha, kwa sababu ni jambo la kawaida kukuta profesa ametapeliwa, ni jambo la kawaida kukuta injinia ametapeliwa. Kwa hiyo unaweza kuona kwamba haijalishi una level gani ya elimu, hii elimu ya ardhi, kwa hiyo inahitajika kwa kila mtu. Kwa hiyo labda tutoe wito kwa serikali kuongeza juhudi zaidi kuendelea, mm. kutoa elimu ili wananchi wengi wapate elimu hii okay. Kwa kweli nami sitaki kusema ni lini mm. na nilikuwa na elimu ya, ya kiasi gani wakati nanua ki, kiwanja ambacho baadaye ki kilikuja kuwa <laughs> <laughs> bwawa <laughs> hivi, ikitokea mazingira kama hayo <laughs> natakiwa kufanya nini? maana nikielezea nilichokifanya mm. Ah, kwa kweli. Sasa <laughs> unajua sasa ni tayari tunakoma sha wewe ndio umeshakosea. Eh uh hata -huh. E, ukienda kumshtaki mtu unasema unamshtaki vipi wakati ulikuwa na uwezo wa kuona kwamba hapa maji yanajaa, hapa maji hayajai. Um. Kwa hiyo hiyo ni swala ambalo e, unaweza kutoka tu kukubali kwamba aidha ulitapeliwa okay, au uliingizwa uh, tunasema mm. mjini watu maneno ya mm. mjini. Kwa sababu hakuna namna serikali inaweza kukusaidia. Wewe umeuziwa ulioneshwa, bana hapa mimi nauza. Wewe ulikuwa unatakiwa utumie uwezo wako wa akili kujua kabisa hapa eneo hili sio sahihi au sahihi, maji yanajaa au hayajai. Kwa hiyo kwenye hilo, niwaambie tu watu kwamba watu wengi wanapenda kuilaumu serikali kwenye hilo, kwamba serikali, bana, sasa nafanyaje? Nimeuziwa eneo nime la bwawa, serikali inafanya nini kwenye hilo? Najua kwa, kwa kumalizia <laughs> na, na tuna mengi ambayo tunatamani kuendelea kuyazungumza sana, lakini ni hivi karibuni tu uh, Rais Samia pamoja na wizara ya ardhi uh, mkishirikiana na ninyi wadau wa, wa masuala ya ardhi mmetoka kuz, kuzindua mfumo rasmi kabisa wa i ardhi ukiambatana na sera mpya mm -hmm. ya ardhi hapa nchini. Inakutabasamisha una, una, una naona, <laughs> unaweza kuzungumziaje hilo kwa ujumla na pengine ni kwa namna gani uh, hi, hii hii ardhi uh, tukianza kutumia matu, uh, Uh, tukianza kuihitaji ardhi kielektroniki itasaidia kutatua hii migogoro ya ardhi tuliyonayo? ni kweli kabisa. E, kwanza tuipongeze serikali kwenye, kwenye hili e, kwa sababu nchini kwetu kuna migogoro mingi sana ya ardhi hmm. na moja ya sababu inayosababisha eh, migogoro ya ardhi ni huduma za ardhi kutolewa kianalogia kwa maana ya kwamba unapeleka faili pale, faili inatunzwa masijala. Sasa kunaweza kukatokea kupotea kwa hizo nyaraka, lakini pia yale e, mafaili yanapotezwa, alafu mnapewa e, hati mara mbili mbili kwenye kiwanja. Kwa hiyo sasa serikali ikaona ili kupunguza migogoro hiyo, sasa hivi hatimiliki zitolewe kielektroniki pamoja na huduma nyingine zote za, za ardhi zito, zitolewe kielektroniki mm. Ambapo sasa hivi nataka nijue kiwanja changu nadaiwa shingapi, unaangalia kwenye simu tu mm. Kwa hiyo kuliko kwenda wizara ya ardhi kupanga foleni na nini, imetoa hiyo kitu. Sasa hivi tutapata huduma hizi kielektroniki ki, ukitaka kuomba maombi ya kupimiwa unaweza ukaomba kwa njia ya mtandao. Kwa hiyo ni hatua muhimu sana eh, kwa sekta ya ardhi kwa sababu dunia ndo iko huko kwa hiyo sisi kama taifa tulichelewa kidogo, lakini tunakuelekea e, ni kuondoa kabisa migogoro ya ardhi, kwa sababu kila kitu kitakuwa kinahifadhiwa, na hakuna mtu anaweza akatokea kupoteza hizo nyaraka au kupoteza. Kwa hiyo ni hatua muhimu sana, uh, kwa ajili ya uchumi wa nchi, kwa sababu pia mapato yataongezeka, mtakuwa mm -hmm. Sasa mnapata meseji kwamba lipia ardhi yako unaodaiwa kama ambavyo yeah, mnaona kwenye ving'amuzi mnafanya mm -hmm. Kwa hiyo ni hatua muhimu sana, kama nchi tunasogea, tuna, tuna vizuri oh, oh. Umesema ving'amuzi manake, umemaanisha visimbuzi Tom, mm. <laughs> <laughs> Tunakushukuru sana na bila shaka tutakuwa tunakutafuta eh, uendelee kutupa elimu kuhusu ardhi na, yeah, pia pale ambapo tutakuwa tunahitaji ardhi zenyewe mm. Ah, sitakurudia tena lile kosa kabisa. Eh, pengine tunaweza kukupataji ili tusirudie haya makosa. Asante. Uh, ukitaka kununua ardhi mm, Hakikisha eh, unamshirikisha mtaalamu. Okay. Eh, mtaalamu, na mara zote huwa anapenda kuwaambia kwamba usipomshirikisha mtaalamu E, utamkutana na mtaalamu mwingine ambaye ni mwanasheria mahakamani au kilialia. Kwa hiyo, wakati unataka kununua ardhi, mm, hakikisha unafanya uchunguzi, au unamtafuta mpima ardhi, kama mimi, mtaalamu, ambaye atakusaidia kukusanya taarifa za msingi za ardhi kabla hujanunua. Kwa hiyo, kwa watu wanaoanza tukapeana elimu zaidi, unaweza kutufuatilia kwenye mitandao yetu ya kijamii, mm, e, natumia jina la Tom Mkondya, lakini pia kwenye taasisi ambayo nafanyia kazi inaitwa Lapex Group. Unaweza kuingia pale, uko unapata elimu, e, na mambo yote, kama una swali, una jambo lolote kujua kuhusu ardhi, unaweza kutuona kwenye mitandao. Tunakushukuru sana na tunakukaribisha tena kwa mara nyingine. Anaitwa Tom Mkondya na tumezungumza naye hapa mengi kuhusiana na masuala ya ardhi, akiwa ni mtaalamu wa masuala ya ardhi, na kubwa zaidi ni kuepusha migogoro kati ya wanunuzi na e, wale ambao ni wauzaji wa ardhi.